Kapotea, kwenye lopoteza. Mafanikio huanza na kitu kidogo kidogo. Ili uweze kufanikiwa unahitaji kuwa na nizamu kwenye kitu kidogo ambacho unaendelea kukifanyia kazi, na nimeweka mfano kwenye skrini yako. Ukiangalia hapo kuna baadhi ya wadudu ambao huwa tunawaona wanaitwa mchwa. Wamekuwa wakifanya vizuri kwenye ushirikiano, namna ambavyo wanaanza na kidogo na wanakuja kufanya vitu vikubwa. E, hawa mchwa ukiwaangalia kwa namna ambavyo wapo huwezi amini kwamba wanaweza wakauhamisha mlima au wakafanya kitu kikubwa bila kuwaona kama ambavyo unaweza ukaona kwa jicho la tatu. Tunasema unapoweka kitu kidogo kidogo au unaweka thamani yako kwa kuwekeza kidogo kidogo, basi unaweza ukafikia malengo yako. Na ushirikiano pia unaweza ukakufanya kupata daraja la kufikia malengo ambayo wewe unataka kuyafikia. Ukiangalia kwenye description yako hapo kwenye picha, unaona namna ambavyo hao wadudu wamekuwa wakishirikiana. Na sisi kama tunaweza tukashirikiana kwa namna hii, basi tunaweza tukafikia malengo ambayo sisi tunahitaji kuyafikia kwa asilimia mia moja na haya malengo yatatufanya tuweze kutimiza vile tunavyotaka kufikia. Hebu tuangazie ni namna gani unaweza ukafanikiwa kwa kuweka kidogo kidogo. Yaani, kwa mfano ukaweka leo shilingi mia mbili na kesho ukaweka mia tatu basi utakuwa na shilingi mia tano Kadiri unavyoweka kidogo kidogo, ndivyo ambavyo unajiendeleza kuweka akiba yako na kuwa na vitu vingi kadiri unavyoendelea kuweka akiba. Akiba huanza na kile kidogo. Kama huwezi ukaweka kiasi kidogo cha pesa, basi hata ukipata kikubwa hautaweza kukiwekeza. Kwao tunasema wekeza kidogo, ili uweze kufikia malengo yako.